Mungu yana faida. Maelekezo ya Mungu yana faida. Nenda kamuliza Joshua, atamwambia. Wakati Mungu amemwambia Musa panda mlimani ukafe, Joshua alichukua nafasi, Joshua alichukua nafasi na akaambiwa na Mungu, Joshua uwe hodari na moyo wa ushujaa, uwe hodari na moyo, angalia kutenda sawasawa na Musa mtumishi wangu alivyokuagiza na alivyokufundisha, nami nitakuwa nawe pamoja nao, kwa sababu ni wewe utakaowafikisha hawa wana Israeli katika nchi ya Kanaani. Wale watu waliotoka Misri, alifika Musa na Kale, wengine wote walifia pale jangwani kwa sababu kuna muda ambao walikuwa na shingo ngumu, hawaelewi maelekezo. Yaani, Mungu akielekeza wa hiki, wao wanajua hiki. Nikuambia kitu kimoja, naweza kusaidia, naomba nikusaidie. Katika dunia ya daktari, tunaweza kuwa na walimu wengi sana kwenye mitandao kule YouTube, lakini hatuwezi kuwa na baba wote kwenye YouTube. Baba nabaa mmoja na maelekezo ambayo atakuvusha, sio ya walimu, ni ya Baba, yamekuindia ya? unaweza kuwa unafuatilia vitu vingi, unapata maarifa, lakini yako maelekezo yanatokea wapi? Lazima ujue, we maelekezo yako yanatokea wapi? Maelekezo yako yanatokea wapi? hayo ukiashika ndio utafanikiwa. Bwana Yesu abezi. Amina mpurikena msi. Ndio maana unaona kanisa la Goli, kuna watu wako wako wako sehemu tofauti tofauti, lakini wanavuka makanisa wanakuja hapa si ndiyo? Mtu mwingine anaweza kukuuliza sasa unakoishi kanisa alipo, na wewe utamuuliza swali, nyumbani kwenu ni wapi? Akujibu, au kwako ni wapi? Akujibu, akikujibu mwambie, je, unapoenda kwako uvuki nyumba? Eti uvuki nyumba? Alafu baada ya hapo anaingia kwa wapi? Sasa ungemuuliza kwa nini usingeingia kwa nyumba ya mtu yoyote? Eti ni sawa kuna watu wapi kusali hapa si ndio? Ah, wamejua kwamba kumbe tukitaka maelekezo ya mafanikio kuna mahali tunayapata si ndio? Tukitaka maelekezo ya biashara kuna mahali tunapata tukipata maelekezo ya maombi na kufunga na wale, napata na Mungu anawasaidia. Sikinawambie kuna watu wako hapa, lakini wanasali Kenya wasaba. Usimcheke kwamba mwenzangu, mbona Kenya wewe unaenda kila siku wewe? Ah, mwache aende Kenya ndio, kuna mtu anapa maelekezo ya Kimungu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, amina. Yanaingia, mnaelewa haya?